Hayo yamefanyika wilayani Manyoni mkoani Singida ambapo mfuko wa bima ya afya NHIF mkoa wa Singida imepita shule mbalimbali wilayani hapa kutoa elimu juu ya umuhimu wa bima, na hapa wanafunzi wanathibitisha inavyosaidia huku wengine wakihitaji kujisajili. Nilipata e, mwezi wa saba nilivyoingia shule na napata huduma nzuri, na nimeshaikuitumia mara moja na napata huduma kwa wakati pale, pale ambapo nnafika hospitali nzuri pale. Unapouma unaenda hospitalini unatibiwa, unapewa madawa una. Leo tumefurahi kupokea wageni kutoka uh, uh, bima. Wamekuja wametupatia elimu ambayo inahusiana na bima. Mara ya kwanza tulikuwa tukisikia tu kwamba kuna bima, tunapaswa tutoe hela ya bima ambayo ni elfu hamsini na mia nne lakini tulishindwa kuhamasika kwa sababu hatukujua umuhimu wa hizi bima. Ah, kwa sababu leo wamekuja wametupa elimu, wengi tumetoa ahadi kwamba tutachangia e, bima kwa ajili ya kupata matibabu pale tutakapopatwa na magonjwa labda yale ya ghafla. Ah, leo nimefurahi. Je, elimu hiyo imetolewaje kwa wanafunzi? Na vipi? Mwalimu naye aliyesimamia usajili katika shule mbalimbali anasemaje? Kwa manake bima utakoipata hapa Mwanzi Sekondari hiyo una move nayo mpaka wapi? chuo kikuu kule, chuoni unakuwa unafanya kazi ya kuiwekea tu michango lakini kadi yako unakuwa unafanya nini? Unayo, sawa. Kwa hiyo e, inabidi tujizoeshe matumizi ya kadi tukiwa bado tuko huku chini kabla hatujafika ngazi za vyuo vikuu. Sawa jamani, eh? wanafunzi wanapokatua bima anapougua kwa mazingira ya hapa shule. kwa sababu muda mwingine ukamkuta mzazi unampigia unaongea naye anakuambia hana hela wakati huo, lakini kwa wanafunzi mwenye kadi ya bima moja kwa moja anakuwa anafaidika, kwa sababu tuakisha mpatia usafiri anaenda klimatili ambao ni hospitali iliyoko karibu na na shule yetu, anaenda anatibiwa na kurudi. Meneja wa NHIF mkoa wa Singida Benjamini Mwalugaja naye anatuambia lengo la kutembelea shule hizo. Tunatembelea shule mbalimbali za wilaya ya Manyoni tukiwa na Rumuni la kuwakumbusha na kutoa elimu kwa wanafunzi pamoja na walimu juu ya umuhimu wa bima ya afya. Na kwa ujumla ni bima ya afya kwa wote. Na tunatarajia wanafunzi watajiunga.